0678813891. U hali gani, asubuhi ya leo mtazamaji wa Sauti Kuu TV online popote hapo ulipo? Mimi naitwa Dorcas Daniel, ninakualika asubuhi ya leo kutizama magazetini leo kutoka hapa studio zetu za Kawe jijini Dar es Salaam. Katika magazetini leo nitakuangazia sehemu mbili tu. Ya kwanza ni kwa ajili ya habari za kitaifa na kimataifa, na sehemu ya pili ni kwa ajili ya habari za kimichezo na burudani, hasa ukiwa mwanamichezo. Sasa pengine si mdau wetu na ungetamani kuwa mdau wetu, basi ni rahisi tu, hakikisha unabonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe katika eh, picha hii unayoitizama, ama video hii unayoitizama bonyeza alama ya kengele pia ambayo itakusaidia kupata taarifa zetu kwa wakati pindi tuwapo hewani. Usiache kutufuatilia eh, kila inapoitwa, sasa kila inapoitwa leo, usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok kama eh, Sauti Kuu TV. Kukamilisha matangazo haya asubuhi ya leo, siko peke yangu, upande wa mitambo mwenzangu ni Freedom Richard Shirika wetu asubuhi ya leo ni Kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo pale Kawe Ukwamani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM na kituo cha mafuta cha Puma, wakiendelea kukualika na kukukaribisha katika ibada zao mbalimbali. Kila Jumatano wana ibada eh, kila Jumapili pia wana ibada. Kwa hiyo unakaribishwa sana, na unaweza kushiriki ibada hizo kupitia E, vyombo vyao vya habari ikiwemo Rev Elingarami S munisi online TV na wakati mwingine sauti kuu TV online pia na kwa mubashara. Kwa hiyo ibada zao za Jumapili ya kwanza ni saa moja asubuhi hadi saa tatu ya pili nisa, ni saa nne hadi saa sita mchana, na Jumatano ni saa kumi na nusu jioni hadi saa kumi na mbili kamili jioni, lakini nikupe tahadhari tu kwa, uh, kwa kuzingatia kesho ni siku ya uchaguzi mkuu Oktoba 29 hapa Tanzania, hivyo kanisa hili la Tabernacle of Glory halitoshiriki ibada ya katikati ya wiki kwa siku ya kesho kwa mujibu wa taratibu zao. E, nimetangulia kukuambia kuwa ibada zao za katikati ya wiki ni kila Jumatano saa kumi na nusu jioni. Hivyo kesho hakutakuwa na ibada hiyo katika kanisa hilo, badala yake ibada hiyo itafanyika leo saa kumi na nusu jioni hadi saa 12 kamili jioni ili kupisha na kuheshimu shughuli za kitaifa za uchaguzi mkuu ziendelee kama kawaida. Haya, ninaanza na gazeti Kiongozi. Gazeti hili limetuongoza kwa kusema tuombee haki na amani, uchaguzi mkuu 2025. Nakala hii utaipata pale ambapo utaikamata, soma habari kwa kina Kardinali par, eh, kardinali Parolin, uhuru wa kuabudu ni haki ya msingi ya kila mwanadamu. Habari hii utaipata katika nakala ya gazeti Kiongozi gazeti la Wananchi. Na ondoka hapo, nikiangazia gazeti Majira Majira ya gazeti huru la kila siku, habari yake kuu inasema: Dokta Samia apiga mikutano mia moja kumi na miwili akiwa ngangari kiafya. Eh, Dokta Samia apiga mikutano mia moja kumi na mbili akiwa ngangari kiafya. Habari hii utaipata katika nakala ya gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ni kwa siku sitini za kampeni ya hudhuriwa na watu milioni 25.3, wengine milioni 57.1 waifuatilia kupitia vyombo vya habari pamoja na mitandao. Habari hii utaipata katika ukurasa wa nne wa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Sekta ya sukari nchini yang'ara kwa ukuaji CRDB si kushiriki kuboresha mfumo wa ardhi kidijitali SMZ. Watumishi wa umma watakiwa kushiriki uchaguzi Oktoba 29. Majaliwa teta na Rais Herminie wa Shelisheli. Habari hii utaipata katika gazeti Majira. Huku e, tafiti zenye tija zinatatua changamoto za kiuchumi, serikali wanayosema hayo bwana Marekani, China zakubaliana mfumo wa kibiashara. Marekani pamoja na China ama China zakubaliana mfumo wa kibiashara. Haya, gazeti Uelekeo, leo yetu ndiyo kesho yetu. Habari iliyokuelezwa wino hapa inasema, kampeni za Dr Samia za tikisa nchi, watu milioni 25.3 wahudhuria mikutano wafuatiliaji mitandaoni wafika milioni 164.9. CCM yasema ni kielelezo cha kukubalika kwa mgombea. Habari hii utaipata katika gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Kama we si mhalifu jitokeze kupiga kura <laughs> e, bana, gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu, linasema kama we si mhalifu eh? kama si wewe, kama we si mhalifu basi jitokeze kupiga kura, vinginevyo tutatafsiri kwamba <laughs> wewe ni mhalifu haya bwana. CCM kufunga kampeni kwa kishindo Mwanza eh, meli kubwa zaidi ya tua bandari ya Tanga Uh, gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Unaweza kujipatia nakala hiyo kupata habari kwa kina. Gazeti Tanzania Leo sauti ya mtanzania bwana, limeandika Mwanza ya kubali utekelezaji ilani ya CCM, wambeba Dr. Samia, eh, waahidi kumpigia kura uchaguzi wa amani. Pia Ruvuma kuuza korosho zaidi ya tani elfu thelathini na tano Rais Mwinyi SMZ imedhamiria kuboresha huduma za afya. Habari hii utaipata katika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Haya, gazeti Uhuru ukweli daima, e, ofisi ya msajili hazina ya wataka watumishi kupiga kura kesho. Habari hii utaipata katika gazeti Uhuru ukweli daima. Dkt. Samia aweka rekodi isiyofutika Profesa Mkumbo anasema lindeni amani, kapigeni kura. Ana Abdalla afichua undani eh, Dr. Nchimbi Majaliwa awasilisha salamu sheli sheli. Habari hii utaipata katika gazeti Uhuru ukweli daima. Gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi limeandika Dr. Mwinyi ashuhudia utiaji saini miradi mitatu inahusu afya, ardhi pamoja na maji. Ahukumiwa kunyongwa hadi kufa kwa mauaji. Dokta Samia kukunja jamvi la kampeni Kirumba. Othmani avipongeza vyombo vya ulinzi, kuweni huru kufuatilia mwenendo wa uchaguzi, mwenyekiti zeka huyo. Haya, asante kwa kututaarifu, nasi e, tutafuatilia mwenendo huo kwa ukaribu. Nipashe, Mwanga wa Jamii bwana limeandika, sina imani na kura ya mapema. Kauli ya kwake Othman, anasema sina imani kabisa na kura ya mapema. Habari kurasa wa pili na wa saba bibi aiomba serikali imuokoe nyumba isipigwe mnada. Aine kina mambo manane ya kuzingatiwa uchaguzi kesho. E, bia mshindi tena urais Cameroon akiwa na miaka tisini na mbili. Ponda alalamika kuenguliwa kwa wana, e, kwa mawakala wake. Habari hii imetajwa katika gazeti Nipashe. Unaweza kujipatia nakala yako. Gazeti Jamhuri tunaanzia wanapoishia wengine limeandika bwana ni kesho. E, kama ulisubiri kwa hamu basi ni kesho. Samia avunja rekodi mapato TRA. Tundulisu, mashahidi watoana jasho. Gazeti Jamhuri linaeleza habari hiyo kwa kina. Rada, ufanisi katika uchunguzi. Ukoloni mambo leo na hatima ya Afrika. Amani, usalama ni wajibu wa kila Mtanzania, wazalendo wa Kizanzibari na, sa, eh, na saba zao wazalendo wa Kizanzibari na nasaba zao ni habari ambayo utaipata katika gazeti Rada, ufanisi katika uchunguzi. Na sasa, mtazamaji, tuangazie michezo na burudani, nikianza na gazeti Majira. Samia apongezwa, timu nne kufuzu makundi ni Simba, Yanga, Azam na Singida. Msigwa naye amwaga sifa nyingi Yanga Mtibwa shuga mechi ya kibabe leo. Twiga Stars Ethiopia mechi ya kimbinu leo. Haya, naondoka hapo nikiangazia gazeti uelekeo spoti leo yetu ndio kesho yetu. Ukurasa wake wa mwisho kabisa umeandika serikali CCM za mshukuru Dr. Samia kwa goli la mama, Yanga kuivaa Mtibwa shuga leo. Uh, Simba kufuzu makundi ni mwanzo tu, magori ya tamba mazuri zaidi yanakuja. E, DRFA yatamba tuzo zao kutinga makundi. Habari hiyo utaipata katika nakala hiyo pale utakapoikamata mkononi mwako. Ni mwisho wa magazetini leo kutoka hapa Sauti Kuu TV online. Mimi naitwa Dorcas Daniel ambaye nimekuangazia kuanzia mwanzo hadi tamati. ni kukumbushe mshirika wetu asubuhi ya leo ni kanisa la Tabernacle of Glory TAG Kawe lililopo Kawe Ukwamani, nyuma kidogo tu ya ukumbi wa CCM ama kituo cha mafuta cha Puma, wakikualika na kukukaribisha katika ibada zao Jumapili. Wana ibada mbili, ya kwanza inaanza saa moja kamili asubuhi hadi saa tatu ya pili inaanza saa nne kamili asubuhi hadi saa sita mchana. Ibada zao zote zinakuwa mubashara kupitia Sauti Kuu TV Online, kadhalika Rev E S Munisi, Rev Elingarami S Munisi Online TV. Kwa hiyo unakaribishwa sana kushiriki. Lakini kila Jumatano wana ibada ya katikati ya wiki, ibada ya mafundisho ya Biblia, maombi, maombezi na hata ushauri. Sasa ni kila Jumatano saa kumi na nusu jioni lakini kulingana na kuwa kesho ni siku ya uchaguzi Oktoba 29, basi ibada yao itafanyika leo saa 10:30 ili kupisha shughuli za kitaifa ziweze kuendelea, na kwa kuheshimu hilo, basi ibada zao zitafanyika leo saa 10:30 jioni hadi saa 12 kamili jioni. Mtazamaji, asante kuwa nami kuanzia mwanzo hadi tamati. Nikukumbushe, leo ni tarehe 28 20 Oktoba 20 2025. Kesho ni tarehe 29 Kapige kura, rudi nyumbani, kapumzike, kamchague kiongozi wako unayemtaka, alafu endelea na shughuli zako nyingine za hapo nyumbani ili kukamilisha siku hiyo ya kesho ya tarehe 29. Usisahau kuwa usalama si kazi yako. Usalama wako bwana, ni kazi ya polisi na vile ambavyo tayari mheshimiwa rais amekuhakikishia, basi ti amri bila shuruti. Jina langu ni Dorcas Daniel.